Wanaita akili unde, wengine wanaita akili bandia mm. Mimi sipingi matumizi ya, ya, ya mifumo hiyo lakini, ninachosema ni kwamba hii mifumo itumike kama visaidizi tu mm. Eh, unaweza uwe na, na matini fulani ambayo unataka kuitafsiri kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili, si ndio? uh, sasa unaiweka unaidumbukiza humo kwenye akili unde, kwa kuanzia, inaweza ikusaidie kutafsiri, labda kukupa wa, mawazo ya awali yale. Sasa wewe kama, kama mtu sasa, kama, kama, kama binadamu, inakubidi uende mbali zaidi ya mashine, kwa sababu uh, kama ukisema tu unaamini mashine umetafsiri, kwa hiyo na hilo na, na, na, na, na, na, na, ni tatizo kwa vij, hasa kwa vijana leo, wanafunzi na nini ambao ni, a, wana uvivu ule, inaleta uvivu wa kufikiri kwa hakika mm. Kwa hiyo mtu anaweza kuletea uh, kitu ambacho kimetafsiriwa kwa mashine, inasema mvua ilinyesha paka na mbwa, manake mashine yenyewe inasema cats and dogs. Kwa cats and dogs ni paka na mbwa hizo so. Kwa hiyo ni, ni vizuri kutumia hii teknoloji kama kitu cha kukusaidia mwanzoni pale hmm, e, kwamba hebu, hebu mashine inisaidie kwa kuanzia, alafu nitapitia hii, hii tafsiri. Nitaingiza sasa humo mambo ambayo mimi nayafahamia kitamaduni, mambo ambayo labda ni tofauti kutoka lugha, lugha ya kigeni kuja kwenye lugha ya Kiswahili uh, la sivyo nadhani kuna hatari ya, ya watu wetu hasa wanafunzi wetu, sio kuwa watumwa watu tu wa, wa teknolojia, lakini wavivu wa kufikiri e, kwamba majibu yote yako, yako kwenye artificial intelligence, katika, katika akili bandia hiyo, akili, akili unde nta, nta, ntapeleka huko Chat GPT kwa mfano ile e, nitapeleka huko nitatafsiriwa basi, kiasi ambacho hata, hata, hata, hata uandishi wenyewe waisha uandishi wa, wa, wa tasnifu za siku hizi unafanywa na hiyo machine translation. Kwa hiyo nina wasiwasi sana kwamba tusikuangalia tuta, tutakuwa na sijui robots wanaitwaje kwa Kiswahili, tutakuwa na robots watu ambao hawafikiri uh, kwa sababu majibu yote yako kwenye uh, akiliunde, hata kama sio sahihi hayo majibu, lakini mradi umetafsiriwa na mashine basi tupeleke hivyo. Huo ndio wasiwasi wangu, hilo ndio tatizo langu. Sasa na suluhisho la kuzuia hali hiyo, unaweza kupendekeza nini? Najua kwamba kuna, uh, kuna baadhi ya programu zimetengenezwa zinazo zinazoweza kung'amua kujua kwamba hapa hii kazi imetafsiriwa kwa artificial, artificial intelligence au, au akiliunde. Uh, lakini sasa tuta, teknolojia unajua, na lazima kutakuwa na mashine nyingine ambayo yani hivi hivyo, wakigundua hiki hiki kinagundulika, wakigundua hiki kinagundulika kiasi ambacho, mimi nadhani ni sisi wenyewe tu, labda kwa wanafunzi, kwa walimu, ni, ni, ni, ni jukumu letu kuwaeleza wanafunzi wetu kwamba wasitegemee sana hii, mashine hizi, hii, hii machine translation au mashine assist, assisted translation ila watumie kama, kama nyenzo tu ya kusaidia na wewe sasa uweke, uweke mambo yako sasa input uh, yako kama, mwali, kama mwanafunzi, ili tuone ile kuweza uh, kung'amua mambo ambayo ni, ni ya utamaduni fulani, ya ambayo hayawezi kutafsiriwa katika utamaduni mwingine mpaka ufikirie sana kwamba hapa uh, mtoto, al, mtoto mleavyo ndivyo akuavyo, labda mtatafuta methali, mtatafuta uh, nyingine ya Kiingereza kwa mfano ambayo inakaribiana na hii uh. kwa sababu usipoangalia unaweza upate tafsiri ambazo sio sahihi kabisa. Kwa hiyo ni, ni, ni kiasi cha kuwakuza uh, wanafunzi uh, wanazuoni wetu kuelewa kwamba Eh, majawabu hayako katika uh, artificial intelligence uh, majawabu yako ndani yako wewe, ndio, una, wewe ndio binadamu unaweza kutoa hayo majawabu. Unaweza kutumia tu hizo kama nyenzo za kukusaidia alafu. Katika wasilisho lako umezungumzia changamoto nne za, za tafsiri na ukalimani, moj, na mojawapo umetaja istilahi, usanifishaji na sana sana tofauti za kitamaduni mm kwa Kiswahili unahisi kwamba ni ipi changamoto kiwa ni istilahi usafirishaji au tofauti za kitamaduni uh, mimi nadhani Zote, zi, zote zinajitokeza kwa uh, sababu wewe kama mfasiri usipokuwa usipo na istilahi za kutosha, wewe kama mfasiri usipotumia zile nyenzo ambazo niliziongelea, uh, visawe eh, kamusi mbalimbali mbali, na hata ku, kuweza kufahamu kwamba ngoja Ngoja, ili neno hili ngoja niliangalia kwenye kamusi ya Kiswahili fasaha, hii niangalia kwenye kamusi la Kiswahili fasaha, hii niangalie kwenye uh, kamusi ya visawe ili kujiridhisha kwamba hili ndio neno la kutumia, labda watatumia visawe na kadhalika. Kwa hiyo hayo yanaingiliana sana, hayo kita yana, yana, yana ya kitamaduni, kama nilivyosema, yana matatizo yake. Bila ule mfano wa arobaini ya mama yangu kama una tafsiri kwamba nimetoka kwenye arobaini ya mama utasemaje kwa Kiingereza? kwa, kwa, kwa, kwa na ndio sababu hata hawa wote hao wengine ni wanafunzi wa Kiswahili, wengine wanafundisha Kiswahili, wengine wametoka Baraza la Kiswahili, lakini walikuwa kimya <laughs> kwa sababu haya ni maswali magumu ambayo wewe kama, kama unayetafsiri inabidi ufahamu namna ya kuyajibu na namna mbinu mbalimbali mbali za kutafuta kitu ambacho kita, eh, kitaeleza ile swala la 40 ya mama. Usipoangalia sasa, ukiweka kwenye machine translation itakwambia my mother's forte. Sasa my mother's forte doesn't make sense, haina, haina, haina, haina maana yoyote. Kwa hiyo masuala ya kitamaduni vilevile ni muhimu, wewe sasa kana. na hapo ndipo ambapo inahitajika, uh, input ya kwako kwa kwa kama mtu kama binadamu. Uh, badala ya, ku, ya, ya kutegemea mashine tu ni juu ya wewe kama mwanafunzi kuwa na juhudi zako peke yako ku, ku, kuangalia, kuangalia nafasi ziko wapi, na hata wakati mwingine kujiingiza huko na, ku, na kujitolea na nini ya, ya, ya, yaani, hizi nafasi sio kwamba zitakuja tu au zitatangazwa wakati mwingine hapana. Nilikuwa naongea na wanafunzi wangu wengine nikamwambia, unajua unachoweza kusema unasema mimi naenda Azam mbi mimi najitolea tu, mimi najitolea, nataka nijifunze, lakini najitolea, mpaka wataona huyu tu mwajiri huyu lakini, vilevile sio lazima uajiriwe, unaweza kujitolea ukajifunza, ukajifunza umu ndani alafu ukatumia hiyo fursa wewe mwenyewe sasa hivi nitafanya kwa kwa hiyo, mara nyingi ni kuji wengine wanasema kujitanua, ujitanue katika kuchangamkia hizo, hizo fursa hii uh, ni fani pana sana ta, sana sana mno tu niliyoyagusia leo hapa ni labda moja ya asilimia mbili, tatu, nne ya, ya, ya, ya, ya fani nzima ya, ya, ya, ya tafsiri. Kwa hiyo ni, ni juu ya watu wanafunzi, au wale ambao wanataka wana, wana, wana, wana, wana waingie katika hii fani kung'amua ku, ku, labda kuona kwamba mimi ningependa nichukue hiki kipengele hiki nikichangamkie, hiki kipengele hiki nikimakinikie. Aa, lakini vile vile inahitaji kusoma, inahitaji mtu kujituma, ili upate upate mawazo mbalimbali mbali na kadhalika. Kwa hiyo e, siku hizi fursa hizi ni za kujituma tu, ni kujituma ufahamu namna ambavyo unaweza ku, kuona kupata hizo fursa, hata kuhudhuria hii mikutano tu. Unajua, ukihudhuria unapata mawazo eh, watu wanaku, labda wengine wanakuuliza sasa, wewe, ume, umewezaje kufanya hivi, umepataje hizi fursa eh, hii networking, wanaita networking, ni, ni, ni muhimu sana hapa hapa nimepata connections kadhaa hapa hapa. Kwa hiyo tuchangamkie hizi fursa, ziko nyingi sana sana, sana. Lakini zinahitaji kujitolea, weledi, fanya utafiti eh, na vitu kama hivyo <laughs> mimi ni mmojawapo wa hao wa, wa, wa zamani lakini natumia natumia artificial intelligence akiliunde, na nini na ChatGPT na nini, nadumbukiza na na, na, na, na vitu huko, natafsiriwa alafu navichukua naangalia, hapa hapa akiliunde hapa amenoa hapana, hapa, hapa, hapa, hapa, hapa, hapa. kwa hiyo nadhani hata hao wazamani wasiishie tu katika kusema kwamba mimi natafsiri vitu mimi, bwana ma, ma, mambo ya, ya teknolojia sasa yatachukua Ingize kwenye teknolojia vile vile. Teknolojia haina umri. Haina swala la umri.